Talanta za Zeysha, karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Katika kila enzi kuna sauti ambazo haziwezi kufutwa kwenye historia, sauti zinazogusa roho, zinazoreta fikra na kuamsha jamii. Kuna nyimbo zinazoburudisha, lakini pia kuna nyimbo zinazofungua akili. Leo tunamkumbuka aliyezitumia kama silaha ya ukombozi. Sauti yake haikupiga tu noti, bali ilipiga kelele za haki. Wengine waliimba kwa mapenzi, yeye aliimba kwa jamii. Karibu katika safari ya sauti iliyobadilisha jamii, safari ya Dr. Remmy Ongala. Leo tunasafiri kwenye maisha ya Remmy Ongala, Remmy Ongala mwana Kindu, sauti ya Afrika. Je, wewe ni miongoni mwa waliowahi kusikiliza nyimbo za Remmy Ongala? Au je, unakumbuka wimbo upi wa Dr. Lemi? Baki nami upate uhondo. Remmy Ongala. Alizaliwa mwaka 1947 huko Kindu eneo la Mashariki wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tayari akiwa kijana mdogo, alikuwa akivutiwa na music wa dansi uliokuwa ukitamba katika bendi ndogo za mitaani na hapo ndipo kipaji chake kilipoanza kung'aa. Miaka 1970 akihama kutoka Kongo kuja Tanzania akitafuta maisha ya jukwaa jipe la music alijiunga na bendi mbalimbali na hatimaye kuungana na bendi ya Orchestra Super Matimila, bendi iliyompa jina kubwa. Remmy alitoka mbali, kutoka vumbi la Kongo hadi jukwaa la Tanzania. Akaleta midundo iliyokuwa darasa kwa jamii. Remmy Ongala hakuwa tu mwanamuziki, alikuwa mwalimu wa jamii kupitia mziki wake. Miziki yake ilizungumza maisha ya watu wa kawaida, umaskini, mapenzi na haki na usawa. Yote utakayofanya ukimtendea mwenzio kwa Mungu, kuna giza kwa mnyomba Mungu, nyimbo kama kilio cha samaki mambo kwa soksi, siku ya kifo na no money, no life zilimfanya awe kipenzi cha wengi. Watu walimuita sauti ya wanyonge, kwa sababu kila mstari wa nyimbo yake ulionyesha uhalisia wa maisha. Dr. Remy aliamini music sio burudani tu, bali ni silaha ya kufikisha ujumbe. Hata serikali ya Tanzania ilimuona kama kioo cha jamii, licha ya kuwa wakati mwingine alikosoa mfumo wa maisha kwa jamii. Katika miaka ya 1980 na 1990, nyota ya Remmy iling'aa ndani ya nchi na nje ya Tanzania. Alipata umaarufu kimataifa kupitia matamasha mbalimbali na nyimbo zake zikasikika hadi Ulaya. Wazungu walimuisha Dr. Remmy Ongala, the doctor of music kutokana na uwezo wake wa kutibu roho kupitia sauti na ujumbe wa nyimbo zake. Remmy Ongala alitumia lugha ya Kiswahili kwa umahiri mkubwa na kuchanganya na lugha ya Kikongo na Kiingereza, jambo lililomfanya awe kiungo cha kitamaduni kati ya mataifa. Licha ya mafanikio, Dr. Remmy alipitia changamoto nyingi kiuchumi na kiafya alipambana na maradhi kwa muda mrefu, lakini hakuwahi kupoteza matumaini. Kila mara alisisitiza kwamba mtu akifa anabaki na jina. Alisema kuwa mimi siogopi kifo, maana muziki wangu utaishi milele. Mnamo Desemba 13, 2010 dunia ilipoteza sauti ya kipekee. Dr. Remmy Ongala aliaga dunia jijini Dar es Salaam. Tanzania ilihuzunika, muziki ulilia, na jamii ilikumbuka mchango wake wa kipekee. Remmy Ongala aliacha si tu nyimbo, bali somo, kuwa sanaa ni nguvu, kuwa msema kweli ni balaka, na kwamba muziki unaweza kubadilisha jamii. Aliaga dunia, lakini jina lake lilibaki likiimba kwa vizazi. Mtu akifa anabaki na jina na jina la Dr. Remmy Ongala litadumu milele. Ukombozi hauhitaji bunduki, unahitaji ujasiri na kusema kweli. Dr. Remmy Ongala alitumia muziki wake kama tiba, akawa daktari wa roho za watu. Kifo ilimchukua, lakini maneno yake bado yanacheza kwenye mioyo ya watu. Je, unadhani tungali tukimsikiliza tungekuwa bora zaidi? Na ni kipimo gani kinamfanya msanii kubaki kwenye mioyo ya watu? nyimbo zake, tabia yake au ujumbe wake? Nijibu kwenye comment hapo. Sauti yake ilikuwa zawadi, ujumbe wake ni urifi. Hii ilikuwa safari, safari ya sauti, safari ya ukombozi, safari ya Dokta Remmy Ongala. Mimi ni Zeysha. Hadi wakati mwingine. Kumbuka, talanta ikitumika vizuri ni mwanga wa dunia, na kila talanta ina hadithi, nazo unazipata hapa. Hivyo usiache kulike, kucomment na kushare, bila kusahau kusubscribe kwa simulizi kemkem. Na maliza kwa kusema babu yangu aliwahi niambia nami, na nakwambia wewe rafiki yangu, ndoto inapochekwa ndiyo wakati wa kupigania zaidi.